Tulitegemea wenzetu uh, wangeleta uh, hotuba ya kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni, ambayo inge, ingeleta mpango mbadala wa ule uliowasilishwa na serikali. Sasa walikuwa wasilisha asubuhi, wakasema wajajiandaa mchana, wamepewa fursa baada ya kuwasilisha tumemwona Mheshimiwa Mboe ametumia kama dakika saba na kitu hivi kulalamika ku, na kusema kwamba katiba inavunjwa, sijui ba, bunge linabanwa lina, lina, lina, lina na anachokilalamikia ni hatua zinazochukuliwa na mheshimiwa rais za, ku, za kurudisha nidhamu na uwajibikaji serikalini lakini uh, kiongozi wa, wa, wa, wa, wa session leo Mheshimiwa Chenge amemwambia bunge sio mahali pa kutafsiri sheria. Bunge ni mahali pa kutunga sheria, pako mahali pa kutafsiri sheria. Kwa hiyo tunadhani wenzetu kinachowasumbua ni kasi kubwa ya serikali ya awamu ya, ya, ya tano chini ya Mheshimiwa Magufuli. Kasi hii imewapa shida kuleta mpango mbadala. Sasa wito tunaoitoa kwao, waungane na sisi twende tukaupitishe tuka mpango ulioletwa na serikali ya awamu ya tano na twende tukautekeleze tuka. Si dhambi wakikosa mpango mbadala, si dhambi na hawatakiwi kuendelea kucheza sarakasi ambazo hazina maana. Tumepewa muda wa kuja Dodoma kupitisha mpango wa maendeleo na kuupeleka ukatekelezwe. Wenzetu badala ya kuja na mawazo mbadala, wanakuja na vihoja kwamba hapa leo wanakuja kutetea kwamba hatua zisichukuliwe kwa wezi, hatua zisichukuliwe kwa watumiaji wa vibaya wa ofisi, hatua zisichukuliwe kwa wale wanaokwepa kodi. Nadhani hili, hili haliko sawa. Nchi yetu sasa hivi inabadilika haraka sana. Uh, utamaduni wa kufanya kazi na kuendesha bunge na kuendesha siasa unabadilika. Siasa ya sasa inakuwa ni siasa ya utumishi wa watu zaidi, na wenzetu miaka ya nyuma walikuwa wanalalamika kuhusu matumizi mabaya ya fedha za umma, uh, na, na ikiwemo kuwepo kwa sherehe zinazo gharimu sana na rais anapofanya maamuzi ya kurekebisha yale malalamiko yao, uh, inastaajabu kwamba bado wanamlaumu rais kwa kurekebisha mambo waliokuwa wanalalamikia. uh, kimsingi uh, fedha ambazo zimepangwa uh, kutumika kwa mambo ambayo rais ameagiza ya yatumike, mambo ya msingi, mambo ya madawa, vitanda, madawati, ujenzi wa barabara, ni mambo ambayo Watanzania wanayataka, ni mambo ambayo nchi yetu inayahitaji ni mambo mazuri zaidi kuliko kugharamia sherehe, kugharamia soda, kugharamia posho na kadhalika. Na uh, cha msingi cha kutazama hapa ni kwamba uh, fedha zilizoidhinishwa zipangwe kwenye shughuli hizo za msingi, hazijatoka nje na hazijasababisha tuende juu ya bajeti ya serikali iliyopangwa.